Na kwa ubaba alionao Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anatupatia vitu vingi, anatupatia neema, anatupatia misaada. Kila msaada ambao unatakiwa kutuwezesha kufikia mapenzi ya Mungu upo kwa ajili yetu, lakini sasa kuna mambo mawili. Tunaweza tukatumia vyema misaada ya Mungu, mapenzi ya Mungu yakatimia, lakini pia tunaweza tukatumia vibaya misaada ya Mungu, mapenzi ya Mungu yasionekane katika maisha yetu. <coughs> Mwana mpotevu alichofanya, alipewa kila kitu na babaye, kila kitu alipewa, ila alichokuja kufanya alitumia vibaya kila kitu alichokuwa amepewa na babaye na matokeo yake ni kwamba baada ya kutumia vyote vibaya, njaa kuu ikaingia, manake akapata njaa. Mapenzi ya Mungu hayakuonekana katika maisha yake. Yesu Kristo, amina. Lakini laiti kama angekuwa ametumia vema yale yote aliyokuwa amepewa na babaye, hata ile njaa ilipoingia, ambapo njaa ingeingia, manake isingemwathiri. Yesu Kristo, yeah, yeah. Hebu mwangalia pasi ambayo tunaitumia kunyosha nguo. Hiyo pasi ikitumika vibaya inaweza kusababisha majeraha. Kuna mwanamke mmoja <coughs> alikutwa akiwa na makovu mashavu mawili <coughs> shavu la kwanza na shavu la pili. Sasa watu wakawa wanamuuliza, vipi, ulikuwaje? Ulipataje makovu haya? Akisema, jamani wanangu, "Mimi nilikuwa sijui matumizi ya pasi tumi vizuri pasi yangu. Wakati nanyosha nguo, kuna mtu alinipigia simu, ile kuichukua haraka pasi, nikachukua pasi nikaitia shavu la kwanza, ikaliuguza. Nasema jamani, pole mama. Na vipi, je, shavu la pili ilikuwaje mama? Nasema jamani, yule aliyepiga simu mara ya kwanza alipiga tena, nikachukua tena pasi nikaguza shavu la kulia. Sifiwe Yesu Kristo! Ile pasi ambayo inasaidia kunyosha nguo Ukiitia kwenye shafu, <laughs> kwenye <toko> na dogo na chafuyeu <laughs> Kristo <laughs> <laughs> msaada ule ule uliopewa na Mungu ambao unaweza kusaidia kuondoka na shida za umaskini, ujinga na maradhi. Ukitumia vibaya misaada hiyo unaweza ukapata matatizo yote. Hebu angalia, wote tunapewa masaa 24 tunapewa muda na Mwenyezi Mungu, lakini ni masaa 24 hayo hayo yanawafanya baadhi ya watu wawe matajiri, wawe na akili, wawe na afya njema, lakini masaa 24 hayo hayo yanakuja kuwafanya watu wengine washuke katika